Guys, karibu sana katika Peaceadomix Media. Leo nimependa sana kuelekeza watu namna gani ambavyo wanaweza kufungua biashara kwa mitandao ya kijamii, na mmoja wapo leo nitafundisha namna gani ya kufungua page ya Facebook account ya. Cha muhimu cha kwanza ni kukuwa na Facebook ya kawaida. Watu wengi sana tunazoea kutumia Facebook kwa kutumiana tu ujumbe, kusalimiana wandugu wakiwa mbali ama kwa kuchati, lakini hivyo hivyo Facebook hiyo akaunti ambayo uko nayo inaweza kukutengenezea kibarua chako ambacho unaweza kuwa kila siku unatengeneza biashara yako kupitia mtandao wa kijamii moja kwa moja. Inabidi kwanza uwe na Facebook account, kuwa na Facebook account ya kawaida ambayo hiyo watu wengi tunatumia ujumbe kutumiana habari za asubuhi hivi na hivi, na then unapokuwa na Facebook ya kawaida inakusaidia kufungua peji, ambao hiyo hiyo Facebook ya kawaida inasimama kama vile mzamini ama inasimama kama vile admin ya mwongozo, anasimama kama vile mwongozo anayesimamia peji yako. So moja kwa moja nitakuonyesha namna jinsi ambavyo uta create Facebook page. Katika Facebook yangu nitaikliki eh. Itasubiria ifunguke then ikishafunguka, sorry kidogo. Ikishafunguka facebook hiyo, tuseme umefungua facebook yako sasa. Hii ndio account yako ya kawaida ambayo unatumia, unatumia hii. Yeah, ni account yako ya kawaida wale ambao unatumia ujumbe, unaandikiana nao, una chati nao. Hii ni account yako ya kawaida ambayo mnatunyana tu watu kwa wengine. Sasa tunataka tufungue peji. Kufungua peji ni kitu rahisi sana, lakini cha umakini kiasi. Utakuja katika ya upande wa kulia ya, sorry upande wa kulia utakuja katika vitafu hivi vi, visali vitatu ambavyo viko katika, katika mkono wa kulia utavikliki, na ukimaliza kuvikliki then utashuka chini kidogo, utaangalia sehemu ambapo inaandikwa peji ya utaangalia mahali ambapo wanaandikwa peji, utabofa hiyo mahali peji ya. Ukishabofa hapo moja kwa moja utakwenda utakwenda sehemu ya, sehemu ambapo wanaandika create account eh, sehemu wanaandika create account. Ukiangalia hapo juu katika upande wa kulia, kuna sehemu wanaandika create utabofa hiyo mahali hapo. Kuna, kuna kialama cha, cha kujumuisha utakibofya hapo, alafu moja kwa moja itakubeba kufungua account page. So kuna hapo juu hapo, hapo, utapata status inaandika create your page. So utabofya pale panaandika get statement, utabofya hapo moja kwa moja itakuomba uandike jina, jina maybe achani useme Adomix hivi ni vipengele ambavyo unataka kuweka social yako media yako, inasimama vitu gani? Hiyo page yako inakuwa inasimamia vitu gani hapa? Yeah, wanakwambia uweze kuweka yaani kazi, kazi ambayo unatamani una kufanya. Page yako inahitaji kufanya kazi gani? So hapa kuna media, kuna new company, kuna music hapo kuna bendi, kuna nini, so we, we ni, ni, ni vile ambavyo unataka kutumia social media yako. Ikiwa hakuna ambacho chenye unakitaka utakuja kutafuta katika maeneo eh, utaangalia hapa kuna kuna digital yo, viko vingi sana mi, acha mimi nichukue niseme digital then nitachagua hiyo, itabofya next ya utasubiri kidogo ijumuishe. Then ukimaliza, itakuomba itakuomba kuweka website ya sila website, kama una nayo, unaachana nayo, unasema castling, inakwenda hapa, tayari tumeshafungua page ya tumeshakuwa na page, unaona inakuonyesha nini. Adomix Media hapa, tumefungua page, tuko nayo sasa. So amafunzo ni kwako ni, ni, ni kutoka ndani ya Adomix Media ambapo na, na kuelekeza namna gisi ambavyo unaweza kujiajiri mwenyewe kujitegemea binafsi. So unaweza kuweka comment, share na uliking, ili uweze kuwa unapata video zetu ambazo tunakwenda kuzipoti kuziposti hivi karibuni. Ilikuwa na mimi Peaceadomix, God bless you.